la Jonathan Sowah kusema kweli limetoka taki kweli, kweli. Binafsi nimefurahi sana Jonathan Sowah hmm. h Eh, usajili wake haukuwa mepesi, ulikuwa nikuvuteza hapa na pale, lakini bado kuna watu wali haki discipline hmm. maneno yalikuwa yalikuwa lukuki. Kwa hiyo nilihitaji sana personally Sowah afunge ili awazibe midomo watu, na leo amefanya unyama sana, amefunga goli ameshangilia. Na, na kwa nini tunataka Soa afunge? Kwa sababu Soa ni ni mshambuliaji kinara wa Simba Sports Club. Unapokuwa na mshambuliaji kinara wa timu yako ndio anatakiwa kuongoza kwenye, kwenye kwenye kufunga, yeye anampa confidence, lakini kama itoshi, nyinyi mnakuwa mna uhakika kwamba kwa eh, mechi hii fulani atafanya ukatili wake. Kwa hiyo eh, tumefurahi kuona Soa, eh, amefunga hii leo goli lake la kwanza akiwa na Simba Sports Club, na tunaamini e, goli hili litaleta magoli mengi zaidi. Na mimi kila nikiangalia e, msimu huu si chini ya magoli hamsini Simba Sports Club tutafunga, ama magoli mia msimu huu, nakwambia e, kwa, mia. mia tunafunga vizuri tu, na naamini e, mfungaji bora wa kwanza wa pili wa tatu mpaka wa nne watakuwa ni Simba Sports Club, hapo bado maana mwalimu hajafungua turbo yes, naye akipata nafasi atafanya unyama. Kwa hiyo ni, ni, ni mechi ambayo kusema kweli, wana Simba hii leo tumeenjoy pakubwa sana e, kila ambacho tulitaka kifanyike kimefanyika, e, timu kucheza vizuri imecheza, e, watu wetu muhimu kufunga wamefunga. Unataka nini tena zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu? Swali jingine.